Babake Annabel akiwa na mwanaye aliyekuwa amepotea anampakata sawasawa, akihofia yaliyowapata siku iliyotangulia yasifikie tena. Annabel akilengwa na machozi, ishara ya furaha kuwa na babake pamoja na shangazi yake katika makao makuu ya jinai hapa Nakuru. Kulingana na mwenye mkahawa alipopatikana Annabel, aliona mtoto aliyefanana na picha aliyoiona kwenye runinga usiku wa kuamkia leo, akiambatana na yaya mmoja katika mkahawa wake. Inasemekana kuwa yaya huyo kwa jina Joyce Nekesa aliingia mkahawani pamoja na mtoto na kupata chakula cha jioni na baadaye akamwacha mtoto chini ya ulinzi wa wa wafanyikazi wa mkahawa huo. Kuna jamaa tulitafuta wa citizen kwa hapa Nakuru. Sasa huyo ndiye alitu connect na Maureen akiwa sijui ako na Robi, ndio alitu connect na yeye, sasa ndio akapewa wazazi wake namba ya simu, alafu akanipigia simu nikamwambia mahali niko. Joyce aliwaambia wafanyikazi wa mkahawa huo kuwa anaondoka kwenda kutoa pesa benki, hakurudi. Mwenye mkahawa huo alichukua jukumu la kuripoti kwa polisi kisa hicho, na hapo ndipo alipokubaliwa kumweka mtoto Annabel hadi wazazi wake watakapofika kumtambua hivi sasa Anabel yuko chini ya ulinzi wa baba yake. Uh, Kumtrace ilikuwa ni shida juu alikuwa anapigana simu za watu, anaenda kwa street huko Nakuru, anaambia mtu uh, ameibiwa, so wale wanamsaidia wanamsaidia ile innocently but, sasa yeye alikuwa na demand do uh, Lakini kuna simu moja alinipiga nayo na tulitrace hiyo simu, ni ya soja hiyo ndio alirudi, akanitumia message baadaye, akaniambia kama situmi pesa ni sao mtoi na atamuuza vichipli. Yaya anayesemekana kumtorosha Annabel angali anasakwa. So mi information nimepata through Citizen TV na ningependa kushukuru na nirudishe kila mtu ule alikuwa amejitolea na kitu asanti juu si kitu rahisi. Otieno Morin, Citizen Nipashe.